Kufuatia tukio lililotokea kipindi cha hivi karibuni, tukio la mama mjane Alice Haule kuonekana akiwa anatolewa kwa nguvu kwenye nyumba ambayo inadaiwa ni nyumba aliyoirithi kutoka kwa mume wake, kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo sababu ya deni ambalo linadaiwa lilikuwepo tangu enzi za uhai wa mume wake, hatimaye mahakama imetoa barua na tamko juu ya kile kilichotokea na mambo yaliyoendelea nyumbani kwa mwanamama huyo mjane Alice Haule. Mahakama imetoa taarifa kupitia barua yake imetoa taarifa kwa umma iliyokuwa ikisomeka kwamba tarehe 25 Septemba ya mwaka 2025, Dodoma, Tanzania. Mnamo tarehe 23 Septemba ya mwaka 2025, vyombo mbalimbali vya habari vilitoa taarifa kuhusu shauri la madai ya ardhi lililoko katika Mahakama Kuu, divisheni ya ardhi, Dar es Salaam, linalohusu umiliki wa nyumba iliyopo kiwanja namba 819 hati namba 1449 na 298 eneo Msasani Beach wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Shauri husika lilifunguliwa tarehe 11 Februari ya mwaka 2025 na Bi Alice Pasco Haule, msimamizi wa mirathi ya marehemu bwana Justice Adeodatus Rugaibula aliyefariki dunia tarehe 25 ya mwezi Septemba ya mwaka 2022. Shauri hilo lenye namba 3143 mkwaju 2025 liliwasilishwa kupitia wakili Mwesigwa Muhingo katika Mahakama Kuu divisheni ya ardhi dhidi ya Mohamed Mustafa Yusuf Ali, kamishna wa ardhi, na mwanasheria mkuu wa serikali ikidaiwa kuwa nyumba tajwa ni mali ya marehemu. Baada ya kupitia hatua za awali za usikilizwaji wa shauri, ikiwa ni pamoja na wasilishaji wa nyaraka, wadau wote katika shauri na kufanyika suluhisho ambalo ni takwa la kisheria. Shauri lilipangwa kwa ajili ya kusikilizwa kongamano la mwisho la Financial Petro Conference ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku hiyo wakili wa Bi Alice Bwana Mwesigwa Muhingo aliomba kuliondoa shauri hilo kwa ruhusa ya kulifungua upya ili kumwongeza msajili wa hati kama mdaiwa. Mahakama ilikubaliana na maombi ya wakili wa Bi Alice Pasco Haule na shauri hilo namba 3143 la mwaka elfu mbili na ishirini na tano liliondolewa kwa ruhusa ya kulirudisha tena. Tarehe hiyo hiyo 19 Septemba ya mwaka 2025, wakili wa Bi Alice Bwana Mwesigwa Muhingo aliwasilisha upya maombi ya kufungua shauri la madai ya ardhi katika Mahakama Kuu Divisheni ya Ardhi. Hata hivyo, hati ya madai yaliyowasilishwa ilikuwa na mapungufu ya kisheria, hivyo maombi yake hayakusajiliwa na aliagizwa kufanya marekebisho. Aidha, baada ya kurekebisha hati ya madai mnamo tarehe 24 ya mwezi Septemba ya mwaka 2025, shauri lake liliwasilishwa na kusajiliwa upya kwa namba 24396 mkwaju 2025 likiwa na marekebisho aliyoyaomba ya kumwongeza msajili wa hati kama mdaiwa. Leo tarehe 25 Septemba ya mwaka 2025 Bi Alice amewasilisha maombi madogo namba 24541 na mkwaju 2025 katika mahakama kuu divisheni ya ardhi akiomba zuio la muda la kutoondolewa kwenye nyumba iliyopo kiwanja namba 819 hati namba 1049 na 298, Msasani Beach, Dar es Salaam, kwa mujibu wa taarifa ya msajili mkuu wa mahakama tunaomba umma utambue kuwa mashauri yote mawili yako katika hatua mbalimbali mahakamani. Imetolewa na Gafard Julius, mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano. Kesi ya nyumba ya marehemu Justice Adeodatus Rugaibula ambayo kwa muda imekuwa ikitajwa kama ipo eneo la Mikocheni na Msasani, imekuwa na mjadala mpana kutokana na thamani na ardhi ya nyumba hiyo pamoja na mchakato wa mirathi uliokuwa na changamoto nyingi. Marehemu Rugaibula alikuwa mwanasheria mwenye heshima kubwa ambaye alipofariki aliacha mali ikiwemo nyumba inayobishaniwa. Nyumba hiyo kwa miaka mingi imekuwa ni makazi ya familia na pia inatajwa kuwa na thamani kubwa kutokana na maendeleo ya eneo husika jijini Dar es Salaam. Mgogoro ulianza mara baada ya kifo cha Rugaibula mnamo Septemba 25 ya mwaka 2025. baada ya kifo hicho familia iliteua msimamizi wa mirathi ambaye ni B. Alice Pasco Haule kuendesha taratibu za kugawanya mali za marehemu. Hata hivyo, nyaraka za ardhi zilionyesha jina la mtu mwingine likihusishwa na nyumba hiyo, jambo lililosababisha mashaka na mzozo mkubwa wa kisheria. B. Alice kupitia wakili wake aliamua kufungua kesi mahakamani kudai kuwa nyumba hiyo ni mali halali ya marehemu na lazima irudi kwenye mirathi ya familia. Upande wa utetezi ulikuwa na msimamo tofauti, ukidai kuwa taratibu za usajili wa hati za nyumba hiyo zinatambua wahusika wengine ya kisheria. Shauri la kwanza lilifunguliwa Februari 11 mwaka 2025 likisajiliwa kwa namba 3143 mkwaju 2025 likihusisha wadaiwa wakuu akiwemo Mohamed Mustafa Yusuf Yusufali, kamishna wa ardhi na mwanasheria mkuu wa serikali. Shauri hili lilipitia mchakato wa awali, ikiwemo usuluhishi na hatimaye likafika hatua ya kongamano la mwisho mnamo Septemba 19 mwaka 2025. hata hivyo, siku hiyo hiyo wakili wa Bi Alice aliomba shauri iliondolewe kwa ruhusa ili lifunguliwe upya kwa sababu kulikuwa na haja ya kumwongeza msajili wa hati kama mdaiwa mwingine mahakama ilikubali ombi hilo. Hebu tuangalie umuhimu wa kesi na kesi hii ilivyorudi mara ya pili. Baada ya hapo, Septemba 24 mwaka 2025, shauri jipya liliwasilishwa na kusajiliwa upya kwa namba 2024396 mkwaju 2025, likiwa limefanywa marekebisho muhimu. Siku iliyofuata, Septemba 25 ya mwaka 2025, Bialis aliwasilisha tena maombi madogo namba na moja mkwaju 2025 akiomba zuiyo la muda ili kuzuia kuondolewa kwenye nyumba hiyo mpaka shauri la msingi litakaposikilizwa. Kesi hii imeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya mahakama kwa sababu kadhaa. Kwanza, inahusu mgogoro wa mirathi, jambo ambalo ni nyeti kwa familia nyingi zenye mali. Pili, inagusa mchakato wa hati za ardhi, ambapo mara nyingi kumekuwa na changamoto za majina yanayoibuka katika usajili Kesi hii imehusisha taasisi kubwa za serikali, jambo linaloifanya kuwa ya kipekee. Mpaka sasa, kesi bado ipo kwenye hatua za awali za usikilizwaji mahakamani. Mashauri mawili, lile la msingi na lile la maombi madogo, yanachunguzwa na majaji wa mahakama kuu. Hivyo umma unatakiwa kuelewa kuwa bado hakuna uamuzi wa mwisho uliotolewa, na kwa sasa familia ya marehemu Rugaibula inasubiri muongozo wa mahakama. Kesi ya nyumba ya Rugaibula inaendelea kuwa kioo cha changamoto za mirathi na ardhi nchini Tanzania, ikionyesha jinsi familia, serikali na mashirika ya kisheria wanavyoshirikiana na wakati mwingine kugongana kwenye uhalisia wa mali. Wengi wanaitazama kama kesi ya mfano itakayoweka kumbukumbu ya kisheria kuhusu urithi, haki za familia na taratibu za usajili wa ardhi. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya kesi ya nyumba ya Rugaibula, nyumba inayoonekana kama urithi wa Bi Alice Haule ambaye amekumbana na changamoto nyingi kwenye kipindi cha hivi karibuni mara baada ya watu ambao wanadaiwa kuwa ni mabaunsa walioingia nyumbani kwake na kuhitaji kumto na kutaka kumtoa kinguvu ndani ya nyumba hiyo, jambo ambalo liliibua mijadala kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya video zenye kumwonyesha mama huyo pamoja na baadhi ya wanafamilia wakilia kipindi walipokuwa wakitolewa kinguvu kwenye nyumba hiyo wakitakiwa kuondoka. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili na barua ya mahakama, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.